Mwenyezi Mungu akiona hasira na wewe uanza kukupa mam, vitu vya haramu, riziki ya haramu, ukaona Mungu ananipenda, biashara za haramu zako zinakwenda, na mwisho ndio ukaandika hadha min fadli rabbi, lakini Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala akikasirika zaidi, alivyokukasirikia anakubarikia katika haramu Amekuchukia Mwenyezi Mungu, akakuruzuku riziki ya haram. Alipozidi kukukasirikia Mwenyezi Mungu, amekubarikia katika hiyo riziki ya haram, ukaona njia kumi kumi, mia, mia zinafunguka katika riziki ya haram. Khudh balak, angalia ndugu yangu, chunga sana katika mambo haya ya kidunia, chunga sana. Ulama wetu wamezungumza vitu ambavyo mtu wa kawaida huwezi kuviona, lakini wamevichambua hivi kwa sababu waliishi katika mambo ya ulezi, mpaka wakapata siri za ghali ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anamjuza mja wake. Ukawaona kama ni watu wajinga katika hii dunia, kumbe wameisoma dunia wakaitambua vilivyo wakaifahamu mpaka. Imamu Shafii akasema inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khafu alfitana

Usione kila linalokuja kwako linakuja tu bure bure, au kwa akili yako au. kuna mambo mengine yanakuja, umemkera sana Allah. Sasa unapokula sana haramu, unapoona mambo yanakuja, Allah anasema, mmoja katika ulama, ukiona mtu anapewa sana kila anachotaka anakipata, kila anachotaka hakina wasiwasi, anateleza tu katika maisha yake, falam fa annahu istidrajun Kumbuka, ujue kwamba hiyo ni kupururiwa, unapururiwa na Mwenyezi Mungu pale aliposema, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin, tutawapururia kwa njia ambayo wenyewe wa hawafahamu. Wao wanadhani ni mapenzi, kumbe ni nakama. Na hasa akikuchukia Mungu anakuruzuku riziki ya haramu, akizidi kukuchukia anakubarikia katika haramu, akizidi kukuchukia zaidi ya pale anakuonyesha umuhimu wa viumbe hakuonyeshi umuhimu wa Muumba. Unakaa katika dunia, wewe hamu yako kubwa ni kumridhisha kiumbe, unamsahau aliyekuumba, na tupo wengi katika hali hizo. Kuna watu leo huondoki dukani, kwa sababu unamridhisha bosi wako pale lakini bosi mkubwa Mwenyezi Mungu anakuambia hayya ala sala. Baina ya bosi huyu na huyu yule, unaamua kumjibu bosi huyu yule, unakataa kwenda kum, kumwabudu kwa dakika tano tu. Baina ya huyu na yule, rafi usamai bila amad, unaamua kumtelekeza yule na kumfuata huyu, kwa sababu anakupa mshahara, kwa sababu anakupa miongoni mwa mataa dunia unamsahau muumba. Zote hizo ni stage ambazo zinafika, umezisababisha mwenyewe, kuanzia kula haramu mpaka kubarikiwa katika kula haramu. Sasa Mungu anakuficha, humuoni tena Mwenyezi Mungu, unamuomba unamuona kiumbe tu, unakwenda mbio wewe, uhakikishe tu kiumbe umemfurahisha, na tupo tunakwenda mbio, tunasafiri mbali, tunahama kutoka mji mpaka mji mwingine, tunaua, tunakaba, tunakula rushwa, tunadhulumu, tunanyang'anya tupate kuwaridhisha viumbe, tupate kuwaridhisha wanadamu. Mtume anasema layaatianna zamanun ala lnas yuhibuna khamsan wa yansauna khamsan kuna watu watakuja katika akhiri zamani ambao ni sisi, watapenda mambo matano na watayasahau matano mengine. yuhibbuna aldunia wayansawna lakhira al, watapenda sana dunia, watasahau akhira. yuhibbuna lmala al wayansawna alhisab, watapenda sana mali, watasahau kama kuna hisabiwa huko siku ya Kiyama. yuhibbuna alkusura wayansawna alkubur watapenda sana majumba watasahau kwamba kuna makaburi. yuhibuna ldhunuba wayansauna tauba, watapenda sana madhambi watasahau toba. yuhibuna lkhalqa wayansauna alkhaliqa, watapenda viumbe watamsahau muumba. Ukitizama kwa mijhar. microscope

Tumezipenda pesa tumesahau kuna kuhesabia. Ndio maana tunakusanya tu ya haramu ya halali na ya haramu, ni nyingi kuliko halali. Mtu anakwenda mbio kwa ajili ya kutafuta halali haramu, halali hashughuliki nayo. Utasikia fulani anauza madawa kulevu, fulani anauza unga, fulani anakopesha kwa riba, fulani kazi yake kuiba usiku, fulani ana group yake inaita 40 Brothers, kazi yao kuvunjia watu majumba na kuiba. Wengine wanaitwa funga faili, kwa sababu wakikuibia wanakuua kabisa, hakuna kesi. Wengine yani utasikia habari balawi balawi balako, bala kwa balaa zote hizi, watu wanatafuta mali tu, hawajali mali hiyo itawakosti kiasi gani. Tumependa mali, tumesahau hesabu, tumesahau kwamba kuna siku yauma yaqumu ruhu wal malaikatu safa ashabil jannah. Allah nasema, mcheni Mwenyezi Mungu, naangalieni nafsi zinatanguliza nini kwa ajili ya kesho, wala musiwe kama wa